Fikiria kubadilisha kijiji rahisi cha wavuvi kuwa paradiso maalum kwa wenye mali nyingi. Sasa fikiria kuishi kwenye jumba la kifalme lenye thamani ya dola milioni mia tano, kufurahia meli za matumizi ya kibinafsi zenye thamani zaidi ya dola bilioni dua, na kusherehekea harusi ya fahari ambayo hafla ya dansi ya sinderela inaonekana kuwa ya kawaida ukilinganisha. Hii ndio ulimwengu wa familia tajiri zaidi ya Dubai, ambapo kupita kiasi ni kawaida na maneno pesa siyo kikwazo yanapata maana mpya kabisa. Wakati huu tutafichua asili ya familia Al Maktoum, ufalme wao wa mali usio wa kawaida, mkusanyiko wao wa magari unaovutia, ikiwa ni pamoja na Rolls Royces dhahabu zinazotamaniwa. Kwa sababu, kwa nini isiwe hivyo? Jiunge na si kwenye ya safari hii ya kuvutiwa, kupiga ndoto, na labda kufikiria ya maamuzi yako ya maisha wakati tunachunguza ulimwengu guwa kuvutia wa familia tajiri zaidi ya Dubai. Mali na miradi ya familia Al Maktoum. Mali kubwa ya familia Al Maktoum inatokana na vyanzo mbalimbali na sehemu kubwa ya mapato yao inatokana na uwekezaji wao mbalimbali huko Dubai. Kama eneo lenye mafuta mengi, msingi mkuu wa utajiri wa familia ni kwa hakika sekta ya nishati. Uwekezaji wao katika sekta hii sio tu umeongeza mali yao, lakini pia umechangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji na upanuzi wa Dubai kwa miaka mingi. Hata hivyo, biashara za familia Al Maktoum zinaenea zaidi ya sekta ya nishati. Wanamiliki hisa kubwa katika sekta mbalimbali kama vile mali isiyohamishika, ujenzi, fedha na utalii. Biashara hizi sio tu zimeimarisha hali yao ya kifedha, lakini pia zimeathiri mandhari ya Dubai na zaidi. Mojawapo ya miradi yao maarufu ni kampuni ya ndege maarufu Emirates kwa thamani akadiriwa kuwa zaidi ya dola bilioni tatu na mali jumla inayofikia karibu dola bilioni, Emirates imekuwa ishara ya anasa na ubora katika tasnia ya ndege. Umiliki wa Emirates na familia Al Maktoum sio tu umeongeza mali yao, lakini pia umechangia kwa kiasi kikubwa katika kufanya Dubai kuwa kituo cha kimataifa cha ndege. Mbali na ushiriki wao katika Emirates. Familia Al Maktoum imefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya mali isiyo na hivyo kuimarisha zaidi ufalme wao wa kifedha . Portfolio yao inajumuisha jamii za makazi ya hali ya juu kama vile Emirates Hills maarufu kwa majumba yake ya kipekee na viwanja vya gofu. Thamani ya mali moja tu katika Emirates Hills inaweza kutofautiana kati ya dola milioni tiga hadi dola milioni trinasi za kushangaza zilizokusudiwa kuhudumia wastaarabu wa kifedha wa Dubai. Zaidi ya hayo, miradi ya familia inajumuisha Isha miradi ya kipekee ambayo imekuwa kielelezo katika mwonekano wa mji. Burj Khalifa, jengo refu zaidi duniani, ni onyesho la mtazamo wao mkubwa. Familia hiyo inaaminika kuwa imewekeza zaidi ya dola bilioni 1 ucu katika ujenzi wa hiki kazi ya usanifu ambayo ina sakafu na kufikia kimo cha kushangaza cha futi 3. Mpango mwingine wa kuvutia ni Palm Jumeirah, kisiwa cha bandia chenye la mitende kilichoko katika guba ya Dubai. Familia ya Al Maktoum imetumia karibu dola bilioni dola kukuza hii mazinga ombwe ya kibinadamu ambayo sasa ina hoteli nyingi za kifahari na vibanda, ikivutia watalii kutoka duniani kote. Na bila shaka hawezi kusahau Dubai Mall, kituo kikuu cha ununuzi cha ndani kikubwa zaidi duniani. Familia hiyo imewekeza zaidi ya dola bilioni 2 kujenga hii paradiso ya ununuzi ambayo ina maduka zaidi ya na hupokea zaidi ya watu milioni asampulu kwa mwaka kwa malihalisi inayozidi dola bilioni duapulu. Ni jambo la kawaida kwamba familia ya almaktum inafurahia maisha yenye anasa. Utajiri wao unaonekana katika makazi yao makuu, makusanyo ya magari ya kuvutia na majahazi ya kisasa. Makazi makuu ya familia ni ikulu ya Sabil, jengo kubwa lenye fahari ambalo linachukua futi za mraba 100000 ikiwa katika Dubai, hii kipande cha usanifu ni burudani ya macho ilijengwa. Awali katikati ya jangwa, ikulu ya Sabil imebadilika kuwa oasis ya urembo na ustawi. Ingawa mambo ya ndani ya ikulu hayako wazi kwa umma, wageni wanaweza kufurahia uso wake wa kuvutia na mandhari ya kuvutia inayozunguka wageni. Wana fursa ya kutembea karibu na jumba la kifalme, kuvuka mlango wake mkubwa na kufurahia mimea ya kuvutia na maeneo kubwa ya wazi. Eneo hilo limeja miti na ina aina mbalimbali za ndege pamoja na tausi wanaotembea kwa uhuru. Njia ya kufika imepambwa kwa minazi na bendera za falme za Kiarabu na kuunda mandhari ya kuvutia. Zaidi ya hayo, eneo hilo linatoa baadhi ya maoni bora ya Dubai Frame, alama inayowakilisha uhusiano kati ya Dubai ya kitamaduni na ya kisasa. Hata hivyo, urithi wa mali ya familia haujakwishia kwenye makazi yao makuu huko Dubai. Uingire wanamiliki wana miliki ekari ardhi yenye thamani kubwa huko Scotland ikijumuisha kasri na uwanja wa gofu. Mali hii kubwa hutumika kama kimbilio tulivu kaskazini mwa Uingereza, ikitoa nafasi ya kukimbia joto kali la Dubai. Mali zao pia zinaenea hadi Newmarket, mji unaojulikana kama kimbilio mbwa wa mbio za farasi nchini Uingereza. Familia hiyo ni miliki wa Dalham Hall Stud, shughuli maarufu ya kimataifa ya ufugaji wa Kizima. Mbali na mali hii ya hadhi, wanamiliki viwanja vingine vya mazoezi na zizi, na kuimarisha ushawishi wao katika mazingira ya farasi. Ingawa thamani halisi ya mali hizi haijatangazwa hadharani, makadirio yanaonyesha kuwa Dalham Hall peke ina thamani zaidi ya dola milioni apuulima. Familia ya Al Maktoum pia imefanya uwekezaji mkubwa huko London, ikijumuisha jumba kifahari katika bustani za Kensington Palace. Eneo hili la London linalojulikana kama Billionaires Row, mtaa wa mabilionea, ni makazi ya badi ya watu tajiri zaidi duniani. Mali ya familia huko Kensington Palace Gardens inakadiriwa kuwa na thamani zaidi ya dola milioni na ina vyumba fapisima, bwawa la kuogelea, sinema na hata hospitali ya kibinafsi. Pia wamenunua ardhi yenye thamani kubwa huko Morocco yajua ambapo wanamiliki pales na maskar ya kifahari sana huko Marrakech. hilihilihili hili hili la hali ya juu lililojipanga kwa ekari 12 za bustani zenye kuvutia linatoa vilabukatife na moja binafsi, spa ya hali ya juu, bwawa la kuogelea na uwanja wa helikopta wa kipekee. Uwekezaji wa familia katika kimbilio hili jangwani unazunguka dola za kimarekani milioni 200. Zaidi ya hayo, wanajulikana kwa shauku yao kwa magari ya ali, ya juu ya michezo na aina za kipeki. Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum anamkusanyo wa kuvutia unaojumuisha Mercedes Benz SLR McLaren yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 1, Ferrari Enzo ya dola za Kimarekani milioni 1.5, na Lamborghini Raventon ya dola za Kimarekani milioni 2.5. Kundi lake la magari pia linajumuisha Rolls Royces, Bentleys na magari mengine ya hali ya juu miongoni mwa hazina zake zenye thamani kubwani Devil 60 ya dola za Kimarekani milioni 2.2 iliundwa kwa ajili ya kepeki na Bugatti Veyron ya dola za Kimarekani milioni 4. Mwana wa mfalme Hamdan anayejulikana kwa mtindo wake wa maisha ya fahari anainua shauku ya magari kwa kiwango cha juu zaidi. Mkusanyo wake una jumuisha Rolls Royce Phantom iliyopakwa dhahabu yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 8.2, Lamborghini Aventador ya dhahabu ya dola za kimarekani milioni septe fanch Porsche 918 Spyder ya dhahabu ya dola za kimarekani milioni 5.8 na Range Rover Vogue ya dhahabu ya dola za kimarekani milioni 3.2. Zaidi ya hayo, ana moja ya Lamborghini Veneno Roadsters tisa tu zilizotengenezwa yenye thamani inayo kadiriwa kuwa dola za kimarekani milioni imporpwa mkusanyo wa magari wa mwana wa mfalme Hamdan un mabuti yake kwa fahari na hamu yake ya kutofautisha. Hata hivyo, shauku ya familia ya Almaktum kwa magari ya hali ya juu haikomi kwenye magari tu. Wanamiliki kundi la mashua za hali ya juu ambazo thamani yao pamoja huzidi dola za kimarekani bilioni dua. Hazina yao yenye thamani kubwa zaidi ni Dubai, mashua yenye urefu wa futi liaratsla ambayo iligharimu takriban dola za kimarekani milioni patratus. Familia pia ni wamiliki wa mashua iza kuvutia kama lid Al Said Serene na Topaz, zilizo na thamani kati ya dola za Kimarekani milioni simlentu hadi. Mali na miradi ya familia ya Al Maktoum bila shaka ni ya kipekee, kwanzia uwekezaji wao katika sekta kama vile nishati, mali isiyo hamishika, ujenzi, fedha na utalii huko Dubai, hadi umiliki wa kampuni mashuhuri kama vile Emirates, familia ya Al Maktoum imejenga himaya iliyoinua Dubai go cha jiji la kimataifa. Hata hivyo, ushawishi wao unaendelea zaidi ya mali za kimwili, ukiwa na athira katika uwanja wa kisiasa ndani ya falme za Kiarabu na katika mazingira ya kimataifa. Utajiri na nguvu zao zimewafanya kuwa nguzo muhimu katika uchumi wa Dubai na kuwa wahusika wenye ushawishi katika masuala ya kimataifa. Ingawa mtindo wao wa maisha unaweza kuonekana kuwa usiofikika kwa wengi, unaonyesha mafanikio na mafanikio walioyapata. Safari ya familia ya Al Maktoum imejaa matarajio, maono na uwezo wa kubadilisha ndoto kuwa ukweli. Mabadiliko ya kijiji cha wavuvi. Mwanzoni mwa karne ya kumi na tisa kijiji kidogo cha wavuvi kilichoko pwani ya ghuba ya Uajemi leo kinachojulikana kama Dubai kilikuwa jamii ya kawaida iliyotegemea bahari kwishi. Walichokifikiria ni kwamba kijiji hicho kingepitia mabadiliko ya kushangaza kikimpeleka kwenye mazingira ya kimataifa. Historia yake inaanzia na familia ya Al Maktoum ambayo ilikaa karibu na kijiji cha wavuvi mwaka wa 833. Familia hiyo ikiongozwa na Sheikh akiwa na wake watatu, watoto ishirini na watatu na wajuku wengi, ilijitenga na nasaba ya Baniyas na kukaa kwenye mdomo wa mto ambao baadaye uitwao Dubai Creek. Wakati familia zingine ziliendelea mbele Almaktum walibaki kwenye udhibiti wakibadilisha Dubai kuwa mji wa pwani uliojikita kwenye uvuvi na biashara ya baharini. Kwa kipindi cha miaka, familia ya Al Maktum imechukua jukumu muhimu katika maendeleo ya kijiji hicho. Uongozi wao na maono ya kimkakati yamebadilisha Dubai kuwa kitovu cha biashara na mazao. Sheikh Muhamed bin Rashid Al Maktum, kiongozi wa sasa wa Dubai, alichukua madaraka mwaka wa 2006 baada ya kifo cha kaka yake mkubwa. Mbali na kuwa kiongozi wa Dubai, yeye pia ni makamu wa rais na waziri wa ulinzi wa Falme za Kiarabu. Chini ya uongozi wake, Dubai imepitia ukuaji na mabadiliko yasiyokuwa na kifani. Uwekezaji wao katika miundombinu ya elimu, mipango ya hisani na matukio ya kufikia kiwango cha kimataifa yamekuwa muhimu katika kubadilisha Dubai kuwa mji mkubwa wenye nguvu tunaojua leo. Kwa mali halisi inayokadiriwa kuwa dola bilioni 18, ahadi ya Sheikh Mohammed kwa maendeleo ya Dubai haiwezi kukanushwa. Kijiji cha zamani cha wavuvi ambacho wakati mmoja kilikuwa jamii ya kawaida leo kimejitokeza kama kitovu cha kitamaduni na lengo linalotamaniwa na wasomi wa kimataifa. Dubai huvutia wafanyabiashara biashara, wawekezaji na watalii kutoka kila kona ya dunia, lakini kinachomtofautisha sana ni mtazamo wa kipeki wa familia ya kifalme katika kujenga utambulisho wa jiji. Hilo. Kiongozwa na Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, familia ya Al Maktoum haijabadilisha tu mandhari ya kimwili ya Dubai bali pia imeimarisha sifa yake ya kimataifa. Licha ya mali ya ukubwa, familia ya kifalme inapendwa kwa unyenyekevu wao na roho ya ukarimu. Ijapokuwa jiji hilo linajulikana kwa maonyesho ya anasa na utajiri, familia ya kifalme wenyewe haijishughulishi na maonyesho kama hayo. Mwana mkubwa wa Sheikh Mohamed, Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, ni mtu anayeheshimiwa sana na kupendwa na watu, anayejulikana kwa upendo kama Fazza. Amepata mashabiki wengi katika mitandao ya kijamii, ambapo anashirisha maisha yake yenye mambo ya kusisimua. Wasifu wa Fazza kwenye Instagram unaonyesha shauku yake kwa asili, ushairi na upigaji picha, ambayo inamfanya kuwa mtu wa karibu na kuwatia moyo wengi. Hata hivyo, sio yeye pekee anayevutia umma. Familia yote ya kifalme ya Dubai ina uhusiano wa karibu na wakazi wa jiji hilo, iwe kwa njia ya mitandao ya kijamii au kwa kujionea mara kwa mara katika matukio ya kienyeji. Mara nyingi huonekana wakizunguka katika maeneo ya kati ya Dubai, wakishiriki kikamilifu katika shughuli za hisani na kuwepo katika hafla za kijamii. Kiwango hiki cha ukaribu na ushiriki ni nadra katika familia za kifalme hasa katika miktada ambapo faragha ni kipaumbele. Hata hivyo, familia ya Almaktum inafungua milango ya maisha yao ya kila siku kwa raia, kukuza hisia ya umoja na kujisikia kuwa mtu wa kawaida. Mitandao ya kijamii inachukua nafasi muhimu katika maisha ya familia ya kifalme. Sheikh Mohammed, binti yake na hata mmoja wa wake wake wake wana akaunti za Instagram ambazo zimepata mifuatwao mamilioni. Kupitia mitandao hii wao si tu wanaonyesha maisha yao ya kifahari bali pia wanashirikisha matangazo muhimu, wakitoa mwanga kuhusu maisha yao ya kila siku. Miongoni mwa wanachama wa familia ya kifalme wanaopendwa zaidi ni Princess Haya Bint Hussein, mke wa tatu na wa hivi karibuni wa Sheikh Muhamed. Anajulikana kwa juhudi zake za kibinadamu. Anafanya kazi kama mjumbe wa amani wa Umoja wa Mataifa na anaongoza jiji la kibinadamu la dunia la Dubai. Shauku yake kwa wandishi wa habari na wanachama wake wa mawasiliano wazi yanamfanya kuwa mtu wa kuvutia. Ingawa wepo wa familia ya kifalme kwenye mitandao ya kijamii unapata ukosoaji, hakuna shaka kwamba mkakati huu umeifanya kuwa karibu zaidi na watu wa Dubai na kuifanya iwe rahisi kufikiwa. Wamevunja taswira ya kawaida ya familia ya kifalme iliyo mbali na isiyoweza kufikiwa na kujenga uhusiano wa uunganishi na shangwe. Hata hivyo, ingawa wanastahili heshima kubwa, hawako mbali na mabishano. Moja ya matukio yenye utata zaidi yanahusisha Princess Latifa, binti wa Sheikh Muhammed bin Rashid Al Maktoum. Mwanzoni mwaka 2018 alijitokeza kwa umma kwa kutangaza uamuzi wake wa kuacha familia. Katika video zilizoshirikiwa kwenye YouTube alieleza vikwazo alivyokabiliana navyo, kama vile marufuku ya kuwa na pasipoti ya kusafiri bila Kulingana na taarifa kutoka kwa vyanzo vya karibu na Princess, alifanikiwa kukimbia kwenda nje ya nchi, lakini alikamatwa kwenye pwani ya India na tangu wakati huo hakuna habari zaidi kuhusu mahali alipo. Kutoweka kwa Latifa kulisababisha maswali na kuongeza kipengele cha fumbo kwenye taswira ya umma na ya amani ya familia ya kifalme. Wakati wengine wanashuku madai ya Princess, wengine wanaona kesi yake kama onyesho la changamoto na ugumu Unaokabili wanachama wa familia zenye nguvu. Ni muhimu kusisitiza kuwa si kila kitu kinachofichuliwa kwenye mitandao ya kijamii katika ulimwengu wa umma kinawakilisha ukweli kwa ukamilifu wake. Familia ya kifalme ya Dubai, kama vile familia nyingine yoyote, inakabiliwa na changamoto na masuala ya faragha ambayo mara nyingi hayatangazwi. Hata hivyo, ni muhimu vile vile kutambua athari chanya ambayo wamekuwa wakitoa katika Dubai na kwenye kimataifa ya mabishano yanayohushiana na Princess Latifa, familia ya kifalme ya Dubai bado inaheshimiwa kwa michango yao ya kipeki kwa watu wao na kwa ulimwengu. Ushirikiano wao katika mipango ya hisani, msimamo wao wa unyenyekevu katika serikali na juhudi zao katika kuendeleza Dubai wamewafanya kuwa watu wa kuvutia na kuheshimika, ingawa ukweli nyuma ya mabishano haya huenda usijaeleweka kika ni kikamiliu bisa kuwa familia ya kifalme ya Dubai imechukua jukumu muhimu katika kubadilisha jiji hilo na kujenga sifa yake ya kimataifa. Matindo wa maisha na mali za kifahari. Kama ilivyotajwa hapo awali, Dubai ilikuwa kijiji kidogo cha wavuvi kando ya ghuba ya Uajemi. Kwa kipindi cha miaka imepitia mabadiliko ya kushangaza yaliyoendeshwa na maono na ushawishi wa familia ya Al Maktoum. Karibu karne mbili zilizopita, wakati maga ya kifahari, ndege binafsi na meli za kifahari zilikuwa ndoto za mbali tu. Familia ya Al Maktum ilijiweka karibu na kijiji hicho kidogo. Hawakufikiria hata kidogo kuwa familia hii ingekuwa nguvu ya kuvutia, sio tu katika falme za Kiarabu, bali pia kwa kiwango cha kimataifa. Chini ya uongozi wa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktum, Dubai imeibuka kama jiji la kipekee likivutia biashara na wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Jiji hilo bila shaka ni oasisi halisi katikati ya jangwa, likitoa fursa nyingi za burudani na biashara kwa wageni wake. Kuinuka kwa Dubai kwenye jukwaa la kimataifa ni jambo la kustaajabisha. Limekuwa kitovu cha fedha, utali na biashara kwa kiasi kikubwa, shukrani kwa juhudi za maono za familia ya Al Maktoum. chini ya uongozi wa familia ya Al Maktoum, Dubai imebadilika kuwa kituo kisichoweza kukataliwa cha biashara za kimataifa shukrani kwa nafasi yake ya, ya kimkakati inayofanya ufikiaji wa masoko ya Asia, Ulaya na Afrika kuwa rahisi. Moja ya vipengele vyake vinavyochochea zaidi ya mabadiliko haya ni mstari wa majengo ya mji ulioja baadhi ya majengo marefu zaidi duniani, kivutio kikubwa kabisa Burj Khalifa maarufu, jengo refu zaidi ulimwenguni. Inasadikiwa kuwa Maktoum, imewekeza zaidi ya dola bilioni uto sebe katika ujenzi wa hiki kazi ya usanifu ambayo ina sakafu na inafikia urefu wa kustaajabisha na blas na bila. Burj Khalifa imekuwa ishara ya matarajio na ukuu wa Dubai ikivutia watalii na wageni kutoka kila kona ya ulimwengu. Hata hivyo, ushawishi wa familia ya Al Maktoum hauzui kwenye majengo marefu. Pia wameelekeza rasilimali kubwa kwa maendeleo ya miradi ya kipekee bayo imethibitisha Dubai kama kivutio cha kimataifa. Mfano mmoja ni Palm Jumeirah, kisiwa bandia chenye umbo la machikichi kilichoko katika ghuba ya Dubai. Familia ya Al Maktoum imewekeza zaidi ya dola bilioni 12 katika hii mazinga ombwe yaliyotengenezwa na binadamu, ambayo sasa ina makazi ya hoteli nyingi za kifahari za hali ya juu. Palm Jumeirah imekuwa kimbilio kwa matajiri na maarufu, ikitoa anasa isiyolinganishwa na maoni ya kuvutia. Mpango mwingine muhimu unaongozwa na familia ya Almaktum ni Dubai Mall, kituo kikubwa zaidi cha ununuzi kilichofunikwa ulimwenguni kwa zaidi ya duka 1200 na harakati ya wageni zaidi ya milioni la pantu kwa mwaka. Dubai Mall ni pepo la kweli kwa wapenzi wa ununuzi. Familia ya Almaktum haijapunguza juhudi, ikiwekeza zaidi ya dola bilioni dwemplu ili kunda hii mahala patakatifu ya rejareja, kuanzia mitindo ya hali ya juu uzoefu wa vyakula vya hali ya juu, Dubai Mall hutoa uzoefu wa ununuzi wa kifahari kweli. Hata hivyo urithi wa familia ya Al Maktoum huko Dubai unazidi miradi hii ya kipeki. Pia wao pia wameelekeza mabilioni kwa miradi ya miundo mbinu, ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege, bandari na barabara kuu. Uwekezaji huu umechangia kubadilisha Dubai kuwa moja ya miji iliyounganishwa vyema zaidi kimataifa ifanya iwe rahisi kufikia soko la Asia, Ulaya na Afrika. Juhudi za familia ya Al Maktoum katika kuendeleza miundo mbinu ya Dubai zimekuwa muhimu katika kuvutia biashara na wawekezaji katika eneo hilo. Chini ya uongozi wa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai imebuka kuwa mji mkubwa wa kimataifa, ukitolea sio tu anasa na burudani, bali pia fursa za kipekee za biashara. Familia pia imefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya ya mali isiyohamishika ikiunda mfululizo wa makazi ya hali ya juu yanayoakisi mtindo wao wa maisha ya kifahari. Kwenye orodha yao ya mali ni makazi rasmi ya familia, Zabil Palace iliko katika kitongoji cha Zabil. Jumba hilo lina vyumba vya kifahari, bustani za kibinafsi na polepole limekuwa kituo cha lazima kwa watalii wanaotembelea eneo hilo. Ni ishara halisi ya ustawi na uzuri wa familia ya Al Maktoum. Jambo lingine maarufu katika uwekezaji wa familia katika mali isiyohamishika ni Emirates Hills. Jamii hii ya makazi ya hali ya juu huko Dubai inajulikana kwa vilabu vyake vya kipekee na vivanja vya gofu. Iliundwa kama kimbilio kwa watu tajiri zaidi. Emirates Hills ina mali ambazo bei zake huanzia dola milioni 3 hadi dola milioni 9 kwa chaguo za hali ya juu zaidi. Familia ya Al-Maktoum pia ndio iliongoza mradi wa Dubai Creek Palace. Makazi ambayo bei zake huanzia na kufikia hadi dola milioni, mradi huu unatoa chaguo mbalimbali mbali kwa wale wanaotaka kufurahia anasa huko Dubai. Burj Khalifa, jengo refu zaidi duniani, ni alama ya matarajio na ukuu wa familia ya Al Maktum. Familia hiyo ilitangaza kuwa imewekeza zaidi ya dola bilioni katika ujenzi wa hii kazi ya usanifu ambayo ina sakafu na urefu wa futi da Burj Khalifa imunganisha kuwa ishara ya muonekano wa anga wa Dubai, ikivutia watali na wageni kutoka kila kona ya dunia. Palm Jumeirah, kisiwa cha bandia chenye umbo la mnazi, inajitokeza kama alama nyingine ya kipekee iliyobuniwa na familia ya Al Maktoum. kwa uwekezaji zaidi ya dola bilioni dwala, walibadilisha ndoto ya kusisimua kuwa kazi ya usanifu wa kipekee Amba yo leo imejaa hoteli za kifahari zisizo na kifani Palm Jumeirah inatoa matindo wa maisha wa kipekee ikiunganisha mandhari ya kuvutia na kiwango cha kifahari kisicho na kifani. amfano mwingine wa ahadi ya familia ya Al Maktoum kwa miradi mikubwa ni Dubai Mall, kituo cha ununuzi cha ndani kikubwa zaidi duniani kwa zaidi ya duka 1200 na wastani wa wage ni milioni lapantu kwa mwaka mahali himekuwa paradiso kwa wapenzi wa ununuzi. Uwekezaji wa dola bilioni 20 wa familia ya Al Maktoum ulisababisha nafasi ya biashara ambayo inafafanua upya dhana ya kifahari na ustaarabu. Hata hivyo, miradi yao haikomi katika falme za Kiarabu. Mfano wa kuvutia ni mali yokubwa huko Scotland inayofunika ekari 63,000 eneo hili linajumuisha kasri la kihistoria na uwanja wa gofu, likitoa makazi ya utulivu mbali na joto kali la Dubai. Zaidi ya hayo familia ina uwepo mkubwa huko Newmarket mji wa Uingereza unaojulikana kwa mila zake katika dunia ya mbio za farasi. Miongoni mwa miradi yao katika eneo hilo inajitokeza kwa harasi ya Dalham Hall inayotambuliwa kimataifa kwa kufuga farasi wa kizazi kizuri pamoja na vituo mbalimbali vya mafunzo na zizi. Ingawa thamani halisi ya mali hizi haijatolewa hadharani, inakadiriwa kuwa Dalham Hall pekee inazidi dola milioni 40 likuimarisha nafasi yao kama wawekezaji wa hali ya juu kimataifa. Familia ya Almaktum pia imenunua mali za makazi na biashara za hali ya juu huko London. Mojaya viashiria ni nyumba yao ya kifahari katika Kensington Palace Gardens inayojulikana kama metaa wa mabilionea. Mali hii thamani zaidi ya slioni ina vyumbasu bwawa la na hata hospitali ya kibinafsi. Mkusanyo wa maliza Almaktum unazidi zaidi ukijumuisha mashamba yenye thamani kubwa huko Moroko yenye jua. Mali yao yenye kuvutia zaidi nchini ni Pales na maska Palas yenye fahari iliyoko Marrakech, ikiwa katika ekari dwoblan za bustani zenye kuvutia. Hii hoteli ya kifahari inatoa vila batitun spa, bwawa la kuogelea na uwanja wa helikopta wa kipeki. Familia ya kifalme ya Dubai inaaminika kuwa imewekeza karibu dosrat milioni kwenye hii gemu moyoni mwa jangwa. Kipengele kingine cha muhimu kwenye mkusanio wao wa kimataifa ni mashamba makubwa wanayomiliki huko Scotland. Kwa ekari 63,000 za ardhi yenye kuvutia, Al Maktoums wamejenga mali yenye fahari kaskazini mwa Uingereza. Eneo hilo linajumuisha kasri na uwanja wa gofu, ikitumika kama kimbilio kutokana na joto kali la majira ya joto huko Dubai. Uwekezaji wao wa mali pia umefikia nchi yenye anasa zaidi duniani Monaco. Familia ya Almaktum ina nyumba ya ghorofa ya juu yenye thamani ya 323 milioni yenye matazamo wa mji wa kuvutia wa Monako. Hii ghorofa ni kazi ya kipeki na bila shaka iko kati ya makazi yenye gharama kubwa zaidi duniani. Kwa mtazamo wa kuvutia na anasa isiyofanana, inaashiria matindo wa maisha ya anasa ya familia ya Almaktum. Makusanyo wa kimataifa wa mali za familia ya Almaktum ni wa kuvutia mali zao zinaenea kwenye mabara mbalimbali, kuanzia mandhari ya kuvutia ya Scotland hadi mita yenye shughuli nyingi ya London na uzuri wa kipekee wa Morocco. Ununuzi huu haunaonyeshi tu utajiri wao mkubwa, bali pia unaimarisha ushawishi wao na hadhi ya kimataifa. Uwekezaji wa mali isiyo hamishika wa familia ya Al Maktoum unazidi mali za makazi na pia unajumuisha miradi ya kibiashara ya umuhimu mkubwa. Mkakati huu wa unajumuisha maeneo ya kibiashara ya kifahari majengo ya rejareja reja, na hoteli za hali ya juu, na hivyo kuthibitisha ushawishi wao katika eneo la mali isiyo hamishka duniani. Zaidi ya hayo, makusanyiko wao wa magari, mali za kifahari na ndege unaonyesha mtindo wa maisha ya fahari, lakini ni mapenzi yao kwa mbio za farasi, bustani ya wanyama na juhudi za kuhifadhi utamaduni wa Dubai ambazo kwa kweli zinawafanya wawe tofauti. Ulipenda video? Unataka mambo zaidi ya kusisimua. Usipoteze wakati na bonyeza moja ya kadi kwenye skrini ili kugundua yaliyomo yenye kusisimua zaidi. Tutaonana tena.